Maporomoko mawili ya ardhi yameua watu kadhaa nchini Kenya na Uganda. Huko magharibi mwa Kenya, katika eneo la bonde la Ufa, watu 26 wamethibitishwa kufariki baada ya maporomoko makubwa ya ardhi huko Chesongoch. Maafa hayo yamesababishwa na mvua kubwa inayonyesha maeneo hayo. Zaidi ya nyumba elfu moja pia zimesombwa huku vijiji vingi vikiathirika na miundombinu ikiharibiwa. Serikali imepeleka jeshi na ndege kusaidia waokoaji, lakini mafuriko mapya yamewalazimisha kusitisha operesheni. Shughuli za mitihani ya kitaifa eneo hilo zimetatizika, huku serikali ikiahidi kuwahamisha kwa ndege wanafunzi wanaofanya mitihani ya eneo hilo na kuwasaidia wengine wote walioathirika. Na huko nchini Uganda, watu tisa wamepoteza maisha katika eneo la Sebei, wakiwemo watu sita wa familia moja. Mvua kubwa inayoendelea kunyesha imesababisha maporomoko ya ardhi, barabara kuharibiwa, madaraja kusombwa, na waokoaji wanaripoti kupata shida kufika maeneo ambayo yameathirika zaidi. Serikali zote mbili zimewatahadharisha watu wanaoishi kwenye miteremko au maeneo hatarishi kuhama mara moja kwani, mvua kubwa bado inaendelea kunyesha.